Swanga TV, sauti ya maisha. Vita ya kuipambania ndoto ni vita kali sana ambayo kwa kweli katika maneno ya kawaida haiwezi kuelezeka. Vijana wengi sana wamekuwa wakipambana katika kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto yao, lakini bahati iliyokuwa mbaya, wamekuwa katikati ya safari yao, wamekuwa wakikwamishwa na watu ambao mwanzoni walionekana ni watu ambao wanawasifia, mwanzoni walionekana ni watu ambao wanawapa moyo, mwanzoni walionekana ni watu wazuri ambao wangesimama nao katika kuhakikisha wanafanikisha ndoto zao, lakini bahati iliyokuwa mbaya, watu hao wamegeuka sasa ni wasaliti, ni mbogo, na ndio ambao kwa kutumia nguvu zao, kwa kutumia mamlaka yao, lakini pia kwa kutumia fedha walizokuwa nazo wamesimama kidete kuhakikisha watu hao hawafanikiwi katika ndoto yao. Leo nataka nikueleze kijana ambaye una ndoto, una vision, una kipaji ambacho Mungu amekupa. Na kila siku unapambana kuhakikisha ndoto yako inatimia. Nikupe moyo ya kwamba kipaji ulichokuwa nacho, aliyekupa ni Mwenyezi Mungu na yeye ndiye atakaye kilinda kipaji hicho. Haijalishi watakusanyika kwa idadi gani, haijalishi watatumia silaha za aina gani, haijalishi watatumia fedha kiasi gani, elewa ya kwamba lazima utaitimiza ndoto yako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Naelewa kwamba wewe si wa kwanza kupigwa vita. Walikuwepo watu ambao walikuwa na vision, walikuwa na ndoto, walipigwa vita vikubwa zaidi ya vile unavyovipiga, wakiwepo manabii pamoja na mitume, lakini kwa kuwa walimweka mbele Mwenyezi Mungu, walisimama imara, walishinda, na mwisho wa siku dunia ikaja ikashangaa, kwa sababu walitengeneza historia ambayo mpaka leo inakumbukwa. Nikutakie kila laheri katika kuitimiza ndoto yako. Simama imara, fanya subira, na mwombe Mwenyezi Mungu, na amini, siku moja hao maadui ambao wamesimama katika kuhakikisha kwamba hutimizi ndoto yako watakuja kulia na kusaga meno baada ya kukuona umefanikiwa.